Nilisahau mimi ni nani nilisahau sauti yangu ilikuwa na nguvu kabla haijasimwa na sauti za watu wengine. Nilisahau kuwa ndoto zangu zilikuwa halali hata kabla dunia haijaweka masharti ya mafanikio. Nilisahau kwa tabasamu langu ni tiba, hata kama siwezi kuuona wengine, huupokea kama mwanga. Nilisahau kwa machozi haya niwezi ni ushahidi tu kuwa nilipigana sikuwacha. Nilisahau, lakini Mungu hakunisahau. Yeye aliniona hata pale nilipojificha nyuma ya kifuli cha aibu. Alisikiliza kimya changu kilichopiga kelele kuliko sauti. Alikumbuka jina langu hata nilipoanza kujitambulisha majina mapya ya maumivu. Sasa nakumbuka tena, mimi ni shairi lililoandikwa na upendo. Mimi ni uwanja wa ushindi, hata kama vita bado vinaendelea. Mimi ni taa, sihitaji kukubaliwa ili ni wake. Kwa hiyo najiinua tena, sio kwa nguvu zangu, bali kwa neema iliyokataa kuniachilia. Mimi ni mimi, na hiyo inatosha. Henrick Songo, kutoka Kenya, nawapenda sana.